Ali alipoenda katika safari yake ya kwanza akiwa na akiwa na miaka kumi na mbili akiwa na miaka kumi na mbili waliandaa safari na ami yake wakaondoka kuelekea ya Shamu, lakini safari kufikia njiani kakatika kutokana na maelekezo kama alivyokuja katika sira ya yule mchungaji kumtaka ami yake amjejeshe ya kwa sababu Mayahudi wakimuona huku Shamu wanaweza wakamfanyia kitu kibaya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akarejeshwa akiwa na miaka kumi na mbili, akaendelea kubaki pale pale Maka mpaka alipotimiza miaka ishirini na tano. Kwa hivyo ni miaka kumi na tatu mbele. Fil khamisati walishirina min umrihi sallallahu alayhi wasallam, akiwa na umri wa miaka ishirini na tano, Mtume safara ila shami, alisafiri kuelekea Shamu maratan thaniyatan kwa mara ya pili baada ya ile mara ya kwanza kufeli, lakini mara hii hakuwa pamoja na ami yake. Fi tijaratin, lengo la safari ilikuwa ni kwa ajili ya biashara. Lisayyidati Khadijata, ya bibi khadija Tunajua kwamba bibi Khadija bintu, bintu Khuwailid, alikuwa ni mwanamke ambaye Allah alimpa hadhi kubwa sana ya kinasaba hadhi ya kiukoo, lakini pia hadhi ya hishma. Lakini Allah mwanamke huyu alimpa mali, alimpa mali kubwa. Alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana, kwa hivyo mali yake hii, alikuwa mara nyingi akiwaajiri wanaume akifanya mudharaba, alikuwa akifanya mudharaba. Mudharaba ni biashara eh, ni hali ya ushirika katika biashara, ambayo mmoja anatoa mtaji, mmoja anazungusha, na faida ni kwa mujibu wa makubaliano, kwa asilimia. Kwa hivyo walikuwa wakiwaajiri wanaume katika namna hiyo, wakienda wao kule

Bibi Khadija akamchagua mtume kwa ajili ya kazi hii li'annaha, kwa sababu yeye bibi Khadija sami'at bi sidqihi, ameshasikia habari kuhusu ukweli wake mtume kwamba ni kijana mwaminifu, ni kijana mkweli, mchapakazi wa amanati na uaminifu wake pia wa akhlaqihi, na tabia zake sharifa tukufu. Kwa hivyo sifa hizi za ukweli wa mtume na uaminifu wake na tabia zake nzuri hizi zimemvutia bibi Khadija eh, kufanya biashara naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndio akamchagua kuwa aende, wakana maahu maahu khadimuha Maisara bibi Khadija katika mfunguko wake wote wa kibiashara pamoja na hao no, hao no, waajiri alikuwa akiwafuatanisha na kijana wake yeye mwenye bi Khadija, akiitwa Maisara. Kwa hivyo mara hii ilipomwangukia mtume, kama kawaida, mtume akafuatana na kijana huyo huyo wa Khadija ambaye ni Maisara. Fabaa, walipofika kule Shamu, wakauza vile walivyo navyo, wabetaa, na wakanunua vile vya kule kuviletamaka, warajaa, na wakarejea o ili hao mtume na yule kijana wake bi Khadija, Maisara, uh, birebhi na adhimi

Ni mwanamke mwenye hadhi, mwenye utajiri ana hadhi. Wakana kana maahu ghulamu ha Maisara, na alikuwa katika biashara hiyo pamoja na Mtume, ni kijana wake Khadija akitwa Maisara. Wallahu aalam.